Ahiyukum bi tahiyati alislam aqul lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Utukufu Waislamu wana darsa, mnaoendelea kufuatilia darsa zetu za tafsiri ya Qur'an, na leo hii tunaianza juzuu juzuu ya alif lam mim, tukianza na Suratul Baqarah, sura ambayo ni katika sura kubwa ndani ya mushaf cha. Ikhwatul kiram, sura hii ni sura iliyokusanya mambo kadha wa kadha kwa ukubwa wake na ina aya 286. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaanza na aya yenye kukatwa katwa, herufi herufi zenye kukatwa katwa, na wanawachuoni wanapotafsiri herufi hizi kumwachia nafasi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye ni mjuzi wa yale aliyokusudia ya katika herufi hizo, lakini vile vile wako wanachuoni ambao hufanya jitihada zao katika kufafanua na kueleza kwa maono yao. Audhubillahi minashaytani rajim, bismillahi rahmani rahim. Alif lam mim. Allahu alam. Mwenyezi Mungu ni mjuzi zaidi. Na kama tulivyosema kwamba herufi hizi ni herufi tatu zilizowekwa alif, lam na mim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunamwachia yeye, yeye ni mjuzi wa maana ya herufi hizi, herufi alhijaiya ambazo amezitumia kwa kuziweka wa mkato mkato, alif lam mim. Allahu a'lam. Mwenyezi Mungu ni mjuzi zaidi. Dhalika alkitab hiki ni kitabu la raiba fi, kisichokuwa na shaka ndani yake. Dhalika alkitabu la raiba fi, hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, akimaanisha Qur'ani tukufu. Ni maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo hayana shaka wala hayajapinda mahala, yamenyooka sawa sawa, hayana dosari wala kasoro yoyote. Dalika alkitabu, hiki ni kitabu la raiba fihi, kisichokuwa na shaka ndani yake. Hudan lilmuttaqin, hudan lilmuttaqin ni mwongozo kwa wenye kumcha Mwenyezi Mungu, kitabu cha Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hudan lilmuttaqin, ni mwongozo kwa wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Maana yake yule mwenye kutaka ucha Mungu, mwenye kutaka kuwa katika watu wa Mwenyezi Mungu wema waja wema, basi mwongozo wake uwe ni Qur'an na iwe ndio maneno na katiba, iwe ndiyo muongozo unaomtosha yeye kumwongoza katika yale ambayo anataka kuyafikia mema ya duniani na akhira. Hudan lilmuttaqin ni mwongozo kwa wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Alladhina, wale ambao, yuminuna bilghaibi, wanaamini mambo yaliyofichikana Tukisema ghaib ni mambo yaliyofichikana ambayo kwa dhahiri ya macho hayaonekani. Na muumini sifa yake Mwenyezi Mungu anamtaja hapa, mcha Mungu ni muumini, na muumini anakuwa na sifa za kuamini ghaib, kuamini yale mambo ambayo hayaonekani. Sisi tunamuamini Mwenyezi Mungu, hatumuoni, ni ghaib, lakini vile vile tunaamini kuna pepo na moto, japo hatujaona pepo wala hatujaona moto. Eh, lakini vile vile tunaamini malaika ingawa kuwa hatujawaona malaika. Na ambaye atakanusha haya akawa haamini ha, basi huyo si muumini atakuwa amekufuru, amevua sifa ya Uislamu, lakini vile vile sio sifa ya wacha Mungu. Alladhina, Mwenyezi Mungu anasema, anawataja wacha Mungu wenyewe, ambao Qur'ani huwa ni mwongozo kwao. Alladhina, wale ambao, yu'minuna bilghaibi, wanaamini yale aliyofichikana, wayuqimuna salata, na wanasimamisha sala, wa mimma razaqnahum, na miongoni watu miongoni mwa tulivyowaruzuku, yunfiquna, wanavitoa, wa mimma razaqnahu na miongoni mwa tulivyowaruzuku yunfikuna wanavitoa miongoni. Mwenyezi Mungu anakusudia sifa za watu hawa ni kuamini yasiyoonekana yaliofichikana, lakini vile vile wanasimamisha swala na vile vile wanatoa miongoni mwa yale tulio waruzuku. Hizo ndio sifa katika sifa za waumini. Lakini vile vile Allah kaeleza katika aya nne walladhina, na wale ambao yu'minuna wa wanaamini bima unzila ilaika yale yaliyoteremshwa kwako Muhammad wa ma unzila min qablika, na yale yaliyoteremshwa kabla yako, wa bil akhirati, na akhira, hum yuqinuna, wa wana yaqini nayo. Eh, Allah anasema walladhina yu'minuna, na wale ambao wanayaamini bima unzila ilayka, yale yaliyoteremshwa kwako eh, ikiwa Qur'ani na yote katika wahi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alishushiwa, wanaamini wa ma unzila min qablika, na yale yaliyoteremshwa kabla yako, kabla ya Mtume Muhammad kulipata kutoka mitume kadha wa kadha na wakasoshiwa waliososhiwa wakapewa vitabu. Kwa kwanza tuamini kwamba kuna mitume kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini tuamini kuna vitabu walipewa, Taurati, Injili, Zaburi, vyote vitabu hivi tuwe, tuna imani hiyo, tunaamini tunaviamini na tunavikubali. Ndio maana Allah akasema wama unzila min qablika, na wanayamini yale yaliyoteremshwa kabla yako, na wama unzila min qablika, na yale yaliyoteremshwa kabla yako, wabil akhirati hum yuqinuna, na akhira wao wanayakini nayo. Na, tuna yaqini ya kwamba kuna siku ya mwisho, lakini baada ya siku ya mwisho tunakwenda kulipwa, imapepo imamoto kwa wale watakaofanya Eh, mazuri kwa pepo, watakaofanya mabaya moto, ndio makazi yao, wal iyadhu billahi min dhalika. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza jambo la imani na sifa za watu walioamini huamini kitu gani, mpaka waitwe wenye kuamini? Na wakifikia kuamini kisawasawa, manake ndio wacha Mungu. Ulaika, hao wenye kusifikana na sifa hizo. sifa zipi? tulizozitaja huko juu eh ulaika, hao wenye kusifikana na sifa hizo, ala huda min rabbih, wako juu ya uongofu kutoka kwa Mola wao. Ala ulaika, hao wenye kusifikana na sifa hizo, ala huda, wako juu ya uongofu, min rabbih, kutoka kwa Mola wao. Wa ulaika, na hao wenye kusifikana na sifa hizo humul muflihun ndio waliofaulu. Waulaika na hao wenye kusifikana sifa hizo, humul muflihuna ndio waliofaulu. Mwenyezi Mungu atujalie tu katika wenye kufaulu na atujalie ni wenye kuyasikiliza maneno yake na kuyafuata, wabillahi tawfiq. Tutapata aya tano hizo kwa siku ya leo, wabillahi tawfiq wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.